Umuhimu wa meno bandia mm, ni mkubwa mm, sana mm -hmm. Na mara nyingi watu nashauri, mtu akipoteza jino mm, aweke, kwa sababu sababu ya kwanza mm -hmm. Meno bandia yanafanya kazi ambayo meno asilia hufanya mm -hmm. Yaani ukipoteza jino moja la juu, jino la chini linakosa sapoti, kwa hiyo moja kwa moja pale jino la ambalo limepotea la juu kama ipotea la juu la chini litaanza kushuka kutoka yani, kwenye mm. mzizi utaanza kuonekana kwa sababu linakosa support ya jino la juu mm. Kwa hiyo ni moja ya uh, sala ambayo inapatikana ina ambako uki, potea ukipoteza jino asilia mm. Kwa hiyo jino uh, uh, jino bandia linakuja kukava kwenye ile nafasi ambayo jino asilia lingefanya kazi bandia yaweze kudumu kwa muda mrefu mm. Utunzaji wake ni sawa na utunzaji wa meno yako ambao unatunza ya asili mm. Yaani, hakikisha kwamba unapiga mswaki vizuri na kama ni ya kuvaa na kuvua asubuhi ukiamka, uh, wote tunashauri kwamba uh, muda wa mchana mm. uh, mtu anapokuwa hajalala, ana, anakopo amevaa meno yake akitaka kulala jioni anayavua mm. akishayavua anayaweka kwenye chombo ambacho ni kisafi mm. kina maji masafi mm. asubuhi akiamka anayasafisha, yani unachukua mswaki wako unayapiga mswaki yale meno yako vizuri mm. ndo unayavaa mm. unasafisha kwanza kinywa chako, unapiga mswaki na yale meno yako bandia mm -hmm. unayavaa hapo, uwezi mm. ukakutana na, na na harufu kwa hiyo ni mara mbili kwa siku. Uh, ya yeah, tunashauri uh, kabla ya kabla mm. ya kulala piga msaki mm. na baada ya kuamka piga msaki Kuvaa na kuvua, muda, kuvaa na kuvua mm. tunashauri akitaka kulala jioni mm. anavua mm. akiamka asubuhi anavaa, anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Na kulala nayo Uh, hatushauri mm. kwa sababu ukilala nayo unakopo hautumii mm. kwa kama hautumii tunashauri kwamba uyavue at least hata fizi zako zipate hewa kidogo zipumue. meno mm. bandia yana yeah. uwezo wa kukaa muda mrefu sana. Kwa mfano meno bandia ya mm. uh, ya kuvaa na kuvua mtu anaweza akakaa nayo zaidi ya miaka saba mm -hmm. yes Uh, ya moja kwa moja eh, sasa yanakaa miaka mingi kumi na kuendelea. mm -hmm. Kwa mtu ambaye ana meno bandia na anataka kubadilisha, utataka kubadilisha pale ambapo utaona kwamba labda yamelegea au vizuri, kwa sababu wengi hawatunzi vizuri, kwa hiyo unakuta labda yame kwa sababu hasafishi vizuri yanakuwa yamechafuka mm -hmm. sana mm -hmm. yametengeneza hadi ugaga mm -hmm. tunashauri mtu abadilishe mm -hmm. Yes. mm -hmm. ningependa kutoa wito kwa wanajamii mkoa wa Manyara, mhm, kwa taarifa kwamba huduma za meno bandia zinapatikana katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara mhm, kwa sababu wengi huwa wanasikia, wanasafiri, wanaenda Arusha, wanaenda Dodoma bila kujua kwamba huduma hizi zinapatikana, na hata wengi ambao wanafika hospitalini kwetu huwa wanakuja wanasema kwamba sikujua kama hizi huduma zinapatikana hapa. Kwa hiyo mm -hmm. Ningependa tukuambie kwamba huduma zinapatikana na ukiona mtu ana changamoto hiyo na uhitaji wa meno bandia, mshauri au umwambie kwamba huduma zinapatikana hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara mm -hmm. Kwa hiyo karibuni sana kwa huduma za meno bandia mm -hmm. Meno bandia yana faida nyingi sana, tukatae kukaa na mapengo tukatae ukibogoyo, kataa mapengo, kataa ukibogoyo. Mm. Weka meno bandia.